Na hii ni Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila katika kipindi cha Serikali ya Awamu ya Sita chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila Mloganzila imefanikiwa kuanzisha huduma mbalimbali za ubingwa na ubingwa bobezi ikiwemo upandikizaji figo kwa kuvuna figo kutoka kwa mchangiaji kwa kutumia matundo madogo, upandikizaji nyonga na magoti bandia kuondoa uvimbe kwenye sakafu ya ubongo kwa kutumia matundu ya pua na huduma za kupunguza uzito. Yote ni dhamira ya dhati ya kuwasogezea huduma wananchi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma hizo hapa hapa nchini. Awali, huduma hizi zilikuwa zipatikani nchini kutokana na ukosefu wa vifaa tiba na wataalamu. Lakini kwa hivi sasa huduma hizi unazipata hapa Tanzania. Katika hatua nyingine serikali imewezesha uboreshaji au ukarabati wa miundombinu ya kutolea huduma ikiwemo kuboresha sehemu za kliniki pamoja na vyumba vya kulaza wagonjwa, hatua inayosaidia kuvutia watu wa mataifa mbalimbali kuja kutibiwa hapa nchini na kuchochea tiba utalii. Si hayo tu, bali kutokana na jitihada za serikali za kuthibitisha ubora wa vipimo na majibu yanayotolewa na maabara yetu katika viwango vinavyokubalika kimataifa, Serikali imewezesha maabara ya Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kupata ithibati ya kimataifa kutoka shirika la viwango vya ukaguzi kusini mwa jangwa la Sahara sadi kasi, na hivyo majibu ya vipimo yanayotolewa hospitalini hapa yana ubora unaotambulika duniani. Kwa majina naitwa Emilia Steven Ndunguru, ni mkazi wa Songea, ni mzazi wa Miriam pita Komba ni mtoto wangu ambaye alipata changamoto ya tatizo la figo, figo zote zilifeli, hazifanyi kazi. Tukafika katika hospitali ya Mloganzila Muhimbili pale Miliamu alipoanza matibabu, madaktari wake walimpokea vizuri, akapatiwa matibabu na Miliamu alianza matibabu ya dialysis ya kusafishwa damu, na baada ya hapo nikaanza vipimo vya upandikizaji wa figo. Na baada ya hapo, namshukuru sana sana sana Rais wangu Dkt. Mama Samia Suluhu Hassan. Sina cha kuelezea wema wako Umeokoa maisha ya mwanangu Miliamu, nashukuru sana mama. Mungu atakurudisha mema yako mama, nashukuru sana kwa msaada wako mkubwa uliojitoka mwanangu kuokoa maisha ya Miliamu, maana Miliamu alikuwa ananiliza sana. kila anavyomleta hospitalini alikuwa nakumbuka kusoma alikuwa nakumbuka madaftari yake kusoma, nawapigia simu walimu, wanamwambia tropiki aliokuwa wanamwelekeza kwenye simu. Mama nashukuru sana, Miriamu atarudi shuleni, ataendelea na ndoto zake pale ambapo Mungu atakavyoweza kumsaidia. Baada ya upasuaji, nilichukua siku moja kutoka kitandani, baada ya hapo nikawa najisikia vizuri mpaka sasa, najisikia vizuri kabisa. Ninamshukuru Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hasani kwa kuokoa maisha ya mwanangu Miliam. Gharama zote za matibabu ya Miliam amezigharamia. Rais wangu, nasema asante, nina furaha ambayo, yaani, haielezeki. Kila navyotembea yani, kila navyotembea naona tu picha ya mama hii, kwa kuokoa kwa maisha ya mwanangu Miriam, na mimi ndio mzazi wake, nimechangia kutoa figo. Nawashukuru madaktari wote wa hospitali ya Mloganzila Muhimbili kwa jitihada zao zote walizojitoa kwa kuokoa kwa kwa maisha ya mwanangu Miriam. Nawashukuru na manesi wote kwa jitihada zao zote alizozitoa kwa kuokoa maisha ya mwanangu Miriam. Nasema sana Mwenyezi Mungu hawabariki, awazidishie mema yenu mliotoa. Nashukuru kwa upendo wenu, Mwenyezi Mungu awabariki. Mpaka sasa mimi nimepona, ni mzima na Miriam anaendelea vizuri. Nashukuru sana kwa msaada wenu.